Kama Kristo kwa wakati wa Christmas unavyokuja, hauji kwa kupoteza, hauji kwa kusherekea tu, tuje tule tunywe. Hapana, Christmas imekuja ili kutukumbusha kwamba tunatakiwa kuishi kama Yesu. Muliza jirani yako, unaishi kama Yesu? unaishi kama Yesu, unaishi kama Yesu? Unasherekea Christmas kama unaishi na auishi kama Yesu, unapoteza muda. Na wakati mwingine lazima tutoke kwenye yale mahubiri ya kufarijiana kwamba usijali, usijali, usijali, lakini kama auishi kama Yesu, basi huwa na uhakika kwamba maisha yako yatakuwa hayana mwelekeo, yataenda ila hayatuendelea sana. Mwambie jirani yako, ishi kama Yesu. Na tunaishi kama Yesu. Jambo la kwanza, hakikisha unampokea Yesu, mwambie Yesu, wewe ni Mwokozi wa maisha yangu. Eh, wewe ni Bwana wangu. Bwana maana yake ni mmiliki. Mmiliki maana yake yeye ndo anasimama na kila kitu kwako. Kwamba yeye ndo naamua maamuzi kutoka kutokana na yeye. Eh, na nataka kuingia kwenye mahusiano kutokana na maamuzi ya Mungu. Sio maamuzi yangu, sio maamuzi ya watu, maamuzi ya Mungu. Na funga ndoa kutokana na maamuzi ya Mungu. Ukiona unafanya maamuzi yako maana yake Yesu wako, yaani yeye Yesu, ya, sawa, Yesu hapo vipi? Ya, sio bwana wako. Bwana maana yake ni mmiliki wako, yaani yeye unamuuliza, e, Yesu hapa vipi? Vipi hapo, sio sawa? Je, wewe Yesu akwambia sio sawa, unaenda au unabaki? Una wengi wanaenda Mwambia Yesu a, hapa nimevumileka kutosha, hapa muda unaenda na ninazeeka hapa. Na sasa zile swala la la, la mahusiano ukienda kwa ujiji hapo, watu wengi yani ni kitu ambacho wa kuingia kwenye mahusiano au ku, kudeti na mwanamke ndio anaona ndio fashion, yani ndio maisha. Anakuambia hapana, lazima uone mtoto kijana, lazima uone mtoto. Unafikiri utaacha la mageni? Lazima uache mtoto. Ndio anasema lazima uache mtoto. Lakini mahusiano yasiyo na ya sababu za msingi bwana sitiwa. Ayato eleweka utapotea. Maana watu wanapigana, wana wanauana, familia hawaendelee. Kwa sababu ndio maana watu wanaachana, yasiyo wanauana sababu, kwa sababu lazima uishi maisha ya Yesu. Jambo la pili, tuishi kwa upendo, tupendane, mpende mwenzako, upende ujali. Amekosea ngapi? No, unampenda Unajua kuna rafiki yako pa, afu unampenda sana. Akifanya kosa, utamsikiliza mara mbili. Lakini mtu kama umpende, akifanya tu kosa, tayari unaweza kumhukumu. Unamtengeneza maneno maneno mabaya ili tu kumharibia. Lakini upendo unavumilia. Ah, ngoja kwanza nipe muda kidogo. Labda amekosea, ah, ah, labda mbwa. ni mbona damu na yeye. Unampa muda. Lakini kama mtu upende, au umpe muda. Jambo la tatu, lazima tusameane. Ili tuishi kama Yesu, lazima tusameane. Na unapomsamehe mtu, sio kwa ajili yake, ni kwa ajili yako, ni amani ya moyo wako. Amina. Ukimweka mtu ndani yako, ni sawa sawa umechukua eh, manyanya, fungu la nyanya ukaweka kwenye madaftari yako ya shuleni. Mwisho wa siku utapata shida, mgongo, mgongo utachoka, madaftari yataharibika na shule utapigwa na utafeli. Kwa hiyo msamehe mtu kwa ajili yako. Toa nyanya zilizooza au nyanya kwenye begi lako, baki na madaftari yako, baki na mzigo mwepesi. Bwana sifiwe. Amen. Samee kwa ajili yako, uishi maisha kama Yesu. Na jambo la mwisho katika kuishi maisha kama Yesu ni lazima ujue kusudi la kuzaliwa au kusudi la kuishi. Yesu alikuwa anajua kwa nini amekuja duniani. Ile Mathayo imesemaje? Ile Mathayo eh, Yohana 3:16 imesemaje? Eh eh. Ili kila mtu amwamini. Eh eh. Lengo kubwa la Yesu kuja ni wewe kuokoa na uishi uzima wa milele, ndio lengo lake kubwa. Yesu hakuja kufanya kila kitu. Wewe ukifuatilia maisha ya Yesu pale eh, kuanzia vitabu vyote vya Injili, ukifuatilia maisha ya Yesu hakufanya kila kitu. Kila alipokuwa akiongea, alipokuwa akitembea, alikuwa na kugusia kusudi lake. Ongea yake, unaona kabisa huyu mtu ana kule, ana lengo fulani. Ongea yake, tembea yake, sema yake, ana lengo fulani. Wewe una kusudi gani? Bwana asifiwe. Uwezi kusema unaishi kama Yesu na ujui kwa nini unaishi. Unaishi umekuja duniani kufanya nini? Atokatai kufanya kazi. Yesu alifanya kazi baba yake Useremala. Lakini baada ya miaka 30 kufika akaendelea na kazi yake ambayo alileta duniani. Akaifanya kwa miaka mitatu, mitatu na nusu. Miaka mitatu na nusu. Na ni kazi ambayo kafanya miaka mitatu na nusu lakini paka leo miaka 2000 imepita lakini paka leo ndio endelea Yesu Yesu Yesu. Ila kuna watu wako tumefanya miaka kazi miaka hamsini, miaka sabini lakini hatuna alama yoyote. Ukimuuliza yule mzee alikuwa na kazi gani? Hata mimi sijui, au aujulikani Wewe, unajua kusudi lako? Tusipojua kusudi la kitu tutaharibu hicho kitu. Unajua kusudi la mtoto? Unajua kusudi la mtoto Yesu? Wazazi walijua kusudi la mtoto wao Yesu, walijua kuna wazazi hapo wajue kusudi ya watoto wao, wanazaa tu asi, tunazaa tujeze dunia, sawa. Shida sio kuzaa, unajua kusudi la kumzaa mtoto? Usipojua kusudi la mtoto, utampangia kazi ambayo wataki kuifanya, au utompa maadili ambayo anatakiwa kuyajua, au utompa mwelekeo ambao anatakiwa kuishi. Bwana asifiwe, amen. Ili tuishi kama Yesu ni lazima tujue kusudi la kwa nini tunaishi. Mtu maskini duniani sio ule mtu ambaye analala chini, ametoka maisha magumu, ana nguo za kuvaa. Mtu tajiri e, mtu maskini, mtu ambaye ajuu kusudi au e, sababu ya yeye e, kuishi. Mwisho mwisho, Yesu alizaliwa kwa ajili yako. Na sio kwa ajili ya mtu mwingine. Niwezekana una umri mkubwa, lakini hujajua hilo kama Yesu alizaliwa kwa ajili yako, ila Yesu alizaliwa kwa ajili yako na anakupenda. Kwa hiyo swali la leo, siku zote nataka ujiulize, sio nitacherekea kiasi gani siku ya sherehe ya Christmas, nitavua nguo ya kupendeza namna gani, au watoto wangu watakula kiasi gani? Hapana, siku siku ya Christmas, ni siku ya kujiuliza Je, Yesu atakaa mioyoni mwangu namna gani? Nitatembeaje na Yesu kiasi gani? Bwana sifiwe. Nitaishije kama Yesu? Ukiishi kama Yesu wala hutahitaji tu kuwalazimisha watu, watu wakupende moja kwa moja. Watu wanaanza kukupenda moja kwa moja, misaada inaanza kuja moja kwa moja, unaanza kuona maisha ni mepesi. Basi kwa maneno hayo mazuri, basi niwatake sana kila mmoja, dada, mama, watoto, tuishi maisha ya Yesu. Mimi nawapenda sana sana kwa upendo wa Yesu, na nimeanza hapa kuishi na Mungu awabariki sana sana. Siuseni eh.